Rafiki aliyekuwa mbaya, leo tunaangamia ni kwa sababu ya marafiki waliokuwa wabaya, wasiokuwa na ikhlasi katika matendo, wanatuongoza katika njia zilizokuwa za batil, njia za kumuudhi Allah, njia za kutufanya tuingie moto wa jahannam, iyadhan billah. Ndugu yangu katika imani, Mtume anasema, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalib mtu yuko juu ya tabia na mwenendo wa rafiki yake, angalie nani mmoja wenu amfanye kuwa ni rafiki. Rafiki, ukiwa na rafiki mbaya leo duniani, mtakwenda kukosoana na Allah, mtaenda kukosoana mbele ya Allah siku ya kiyama. alakhilahu yaumaidhin baduhum libadhin aduwun illa lmuttakin, marafiki siku ya kiyama watakuwa ni maadui wao kwa wao, kila mmoja anamsuta mwenzie wewe umenisababishia, umeniondoa kwenye taa. Wewe umenisababishia nimemwasi Mola wangu. Wewe umenifanya jambo kadhaa, na weambia, sio mimi, ni wewe, ni wewe, mimi, wewe, mpaka wanachukuliwa kwa motoni, illa almuttaqin. Marafiki wa kweli waliomcha Allah walikutana kwa ajili ya Allah wakafarikiana, waka kwa ajili ya Allah. Mtafute rafiki ambaye ni mkweli wa kuongoza kukupeleka peponi. Huyu ndio rafiki aliyekuwa mwema Sadii lwathi huwa ladhi yamshi bika ila ljanna. Rafiki wa kweli hakubali ufanye masi, anakushika nkono kukuongoza kukupeleka katika pepo ya Allah. Huu ndio urafiki wa kweli, huu ndio urafiki uliokuwa mwema, anauridhia Allah na watu. Hawa ndio watakuwa chini ya kivuli cha Allah siku ya Kiama, katika hadithi ya Abi Hureira, wa rajulani tahaba fi llah ijtama alaihi watafaraka alihi Watu wawili wamekutana kwa ajili ya Allah na wakapendana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili ya Allah, hawa ndio wanapata ladha ya imani, ladha ya imani ya kweli. Sisi ndugu zangu katika imani, leo tunamwasi Allah, hatuswali kwa sababu tumekaa na marafiki waliokuwa wabaya. Leo ndugu zangu katika imani, tunafanya machafu ni kwa sababu marafiki zetu ndio wanaotuangamiza. Tafuta rafiki mwema